Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao. Alichokisema Askofu Gwajima na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa ni ukweli mtupu. Kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike na sio kuzima kelele na vilio vya watanzania ambao ndugu na rafiki zao wamepotezwa na kuuawa. Hivyo tuna tunaiambia serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji, kwa sababu wanaotekwa ni waumini wa dini mbalimbali mbali. Mwisho ninawasihi, kabla ya mwisho, hii ni nchi pekee duniani ambayo mtu anatoka kukemea uovu anaadhibiwa. This is a high level ya impunity. Hii serikali inaipeleka nchi hii kwenye tawara za kidikteta zile za, eh, za Amerika ya Kusini. Uliwahi kuona wapi? Kwani kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni. Kuteka watu ni jambo jema, ni jambo la kimungu? Sio jambo la kimungu kuua watu. Sheria zipo, kama mtu anakosa akamatwe apelekwe polisi apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu Eh, kihuni kidhalimu, kuchukua judgment ya kuua watu, ni jambo la kimungu. Watu wanajipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Ben Saanane, ni zaidi ya miaka minne mitano. Tunazungumza kuhusu Azory Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu eh, eh, wakina Mrai, wakina Deusdedit Soka, kijana wa miaka ishirini na tano ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa tunazungumza kuhusu Kaswahili, tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali, tunazungumza kuhusu Shadrak Chaura, tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Chonchori amechukuliwa. Watu wanatekwa, leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana siasa. Utekaji sio siasa, utekaji ni uhalifu, ni dhambi